Mkuu wa Wilaya ya Mvomero Maulidi Dotto amewataka madiwani na watumishi wa wilaya hiyo kuacha majungu na uchonganishi baina yao, badala yake waunganishe nguvu ya pamoja ya kuchagiza maendeleo. Akihutubia katika uzinduzi wa baraza la madiwani lililofanyika katika ukumbi wa halmashauri ya Wilaya ya Mvomero, DC Maulidi amesema Wilaya ya Mvomero inahitaji zaidi maendeleo kuliko fitina. Ndugu mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri na ndugu zangu waheshimiwa madiwani, nasisitiza ushirikiano mshikamano, upendo, masikilizano, ustahamilivu, kuvumiliana, kuchukuliana, kuheshimiana, amani na utulivu vitawale katika utekelezaji wa majukumu yenu, na ndiyo viwe nguzo za utendaji wenu. Majungu, fitina, kuchongeana, kuharibiana kudharauliana na mengine mabaya kama hayo kama visiwe sehemu ya mtendaji wa kazi zenu. Akitoa salamu zake, mwenyekiti wa CCM wilaya ya Mvomero jaka Michael amesisitiza umoja na mshikamano katika kuijenga Mvomero. Naomba kusisitiza kwa ndugu zangu madiwani, umoja na mshikamano kati yenu madiwani na watumishi wa halmashauri ndiyo nguzo ya kujenga hii halmashauri yetu ya Mvomero. Nawaomba sana mtoe ushirikiano kwa watumishi wa halmashauri yetu, hususan kurugenzi wetu. Naamini kwamba mkitoa ushirikiano kwa watumishi katika halmashauri e, tutajenga vyema Mvomero yetu. Aidha, baraza hilo la madiwani limemchagua Majuka Kulman Koira kuwa mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Mvomero kwa kura za ndio 40 kati ya 41 huku kura moja ikiwa ya hapana. Napenda kumtangaza Mheshimiwa Majuka Kulman Koira kuwa ndiye mwenyekiti wetu wa halmashauri ya wilaya ya Mvomero. Niseme tu kwamba waheshimiwa madiwani wenzangu, uchaguzi umeisha sasa. Leo ndo mwisho wa uchaguzi. Kwa hiyo tuendelee kuitumikia halmashauri yetu tukiwa tunaelezea shida za wananchi, lakini tusiingize tena siasa kwenye kazi. Hapa ndo tumefika mwisho, kwa hiyo na kazi zimeishia hapa, kama zilishaisha CCM, basi na hapa ndo mwisho. Kwa hiyo niwaombe, tushirikiane tusaidiane na wataalamu wetu na viongozi wa ofisi ya wilaya ili kazi zetu ziende vizuri. Nashukuru sana. Baraza hilo pia limemchagua Jamaika Nesto Magali kuwa makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Mvomero kwa kura za ndio 40 kati ya 41 huku kura moja ikiharibika. Naomba nimtangaze rasmi makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Mvomero ni Mheshimiwa Nestori Jamaika Magali. Akiahirisha baraza hilo, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Mvomero Majuka Kulman Koira amewataka watumishi na madiwani kuepuka matabaka. Mheshimiwa watendaji, naomba twende pamoja tusitengeneze tabaka. Kwamba diwani huyu nampenda, diwani huyu mpende. Twende kwa pamoja, wote sisi tumepitia mlango ule pale iinipita kwa kuchaguliwa na wananchi na umechaguliwa na Samia ambaye amechaguliwa na wananchi. Kwa hiyo wote sisi tumechaguliwa na wananchi, tushirikiane ufanye kazi i simamusha ni amae rais na sisi waguawananchi chagu. Katika hatua nyingine, mwenyekiti Koira ameonya upangaji wa watumishi maeneo ya karibu na barabara, huku jamii za pembezoni zikikosa watumishi wa serikali. Wapo watu kwa sababu zao tu wanawashusha watumishi wa serikali kwenye maeneo magumu, kwa masilahi yao. Anamtengenezea malipo, aandike barua, anamshusha huyo, anaumwa huyo, anafanyaje? Kwa hiyo vijiji vya pembezoni vyote vinakuwa havina watumishi. Pia wakubalia, kama kweli upungufu wa watumishi kwenye halmashauri yetu, basi tujue, tuabizane, tukae wote kuishi Mkurugenzi na sisi baraza tulio hapa, tuna upungufu huu. Ni kweli upungufu huko, lakini haiwezekani tukawa na upungufu unaotengenezwa na watu wa maslahi yao. Ukiangalia kwenye takwimu watumishi wapo wengi kwenye idara ya afya, elimu, sijui etuliani, halafu ukija kwenda huko vijijini utakuta shule na mwalimu mmoja, shule zingine zina walimu arobaini. Mbunge wa jimbo la Mvomero Mheshimiwa Sara Msafiri Ali akitoa salamu zake amewataka waheshimiwa madiwani, watumishi na viongozi wote kuwajibika ili kuacha alama kwa wananchi wa Mvomero. Naamini sana kabisa waheshimiwa madiwani, na mimi mbunge na diwani tutafanya kazi. Yameongewa mambo mengi, lakini naomba kama mbunge ninukuu mstari wa mwisho kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoitoa bungeni akilihutubia bunge, lakini akiwahutubia wananchi. Na alisisitiza mstari wa mwisho, angetamani sana kipindi cha uongozi wake awamu hii ya pili akamilishe na akamilishe akiacha Watanzania wote mmoja mmoja na kwenye kaya zao wakiwa na tabasamu. Kwa hiyo mstari ule umebeba hukuba nzima. Kama hakuna maji, wananchi hawana tabasamu. Kama hakuna barabara, wananchi hawana tabasamu. Kama kuna migogoro ya wakulima na wafugaji, wananchi hawana tabasamu. Awali katika uzinduzi wa baraza la madiwani, waheshimiwa madiwani walianza kwa kuwapa kiapo cha utumishi pamoja na kile cha maadili. Mimi ni Hamadi Rashidi.